Usicheze, tunamiliki kwa kupigana vita, tunashinda kwa kupigana vita. Mtu akijaa aki, aki kwenye kumi na nane zako mtaandike mpaka hadithie na wajukuu zake wajao. Dawa ya kupita kwenye jaribu siyo kulikwepa, ni kupita katikati yake. Unanisikia, eh? Namna nzuri ya kushinda jaribu siyo kulikwepa Unaona, jaribu liko hapa. Ukiamua kulikwepa, ukilikwepa utakutana nalo mbele. Siwezi kusahau siku ambayo mimi nimewaaga makao makuu hapa kwamba jamani, nakwenda kufanya ziara kwenye mkoa wa Dodoma, nimepanga, kwa sababu sijatembelea makanisa ya Dodoma mengi. Tuna makanisa kila mkoa, kila wilaya, kila tarafa, kila kata. Nasema mimi kwa sababu nina ndege nikazungukie makanisa ya Dodoma yote ndani ya siku mbili, mikoa mkoa mzima wilaya zote tarafa zote na kila mahali. Nimeondoka hapa, helikopta imetua Sea Cliff pale, nimeingia ndani ya helikopta na marubani wangu wawili ndani ya helikopta, tumeweka na nyimbo, tunaimba ametenda maajabu, tunapasua anga tumepasua anga wale wale wale wale, wale, wale. Tumefika kwenye kanisa la kwanza wilaya mmojawapo Mpwapwa, tukafika pale Mpwapwa tukatua Mpwapwa pale, nikaenda kanisani kwanza kuwajenga watu wa kanisani, fanya semina na viongozi, nimemaliza nikaingia kwenye, tunaelekea Chamwino, kuelekea helikopta Chamwino, na, naelekea makanisa napanda juu Chamwino pale Ester Wasila ananipigia ananipigia simu baba, <laughs> cha ajabu kweli nini kuna kitu kinaendelea. Nikamwambia nikamwambia rubani ni, kwenye matangazo nikamwambia rubani, ebu washa redio, naelekea kwenye mji unaofuata nielekee mji mmoja pale pale pale wilaya moja pale pale katikati pale, na sio anatangazwa kwa watu wanaouza madawa ya kulevya. Mtu mmoja wapo anaitwa rafiki yangu ndugu yangu eh, siwezi kumtaja sasa hivi, lakini nitawatajia baadaye hii mimi na, naelekea kutembelea makanisa halafu inaendelea pale juu pale, na kwenda pale juu pale baadaye, eh, ba, ba, watu ba, wanamwambia taja uliyemwacha, taja uliyemwacha, taja baadaye, anasema ni rafiki yangu eh, Askofu Gwajima. Nikamwambia pilot wangu kimeharibika, nikamwambia piga kona ndege. Twende Dodoma Airport, tuweke mafuta, turudi Dar es Salaam nikaonane na huyu dogo. Kwenye maisha unaweza kupata mtu wa kukusunga kwenye jambo sio kwamba nakusonga kwa sababu anataka kukuua, ametumwa na Mungu kukutengenezea kesho iliyojaa neema. Wakati ule utakuwa na machungu, utajisikia vibaya, utajisikia kuonewa, lakini Mungu anaweza kutumia chochote. Kesho yako imeandaliwa na Bwana. Usiwaangalie wanaokuchokoza, wanainoa kesho yako, wananoa biashara yako, wananoa familia yako, wananoa maisha yako. Piga kelele, sema haleluya. From nowhere, nikamwambia pilot, bwana piga kona, akapiga kona, kurudi Dodoma airport. Niposhuka Dodoma airport nikasema, ni sasa nimetangazwa nchi nzima na dunia nzima. Sasa mtu anapoona naruka na helikopta, si ndiye anaona ndiye ana madawa yake huyo? sasa Nikatua ndege ya poti pale, nikasema wacha niende nikamwone RPC wa Dodoma, nimtaarifu kwamba bwana, nimetajwa, nimeahirisha safari narudi Dar es Salaam. Nikaenda mpaka makao makuu nikamkuta RPC wakati ule, mambo sasa, nikamwambia bwana kamanda, kuna dogo mmoja, akasema Baskof, tumesikia na sisi, hata sisi tunakushauri rudi Dar es Salaam. Ukiendelea na ziara yako utafika kwenye wilaya moja, nilikuwa nakwenda Urangi kule, tunakwenda kwenye wilaya moja, watu hataeleweka, rudi kwenye ndege nzima, naomba lakini, nasema maneno haya tu, nasema kila silaha ilikotoka itarudi ilikotoka. Nasema maneno mmoja, kama Mungu aishivyo itarudi ilikotoka. Kwa hiyo Mungu, nikaja moja kwa moja kwenda kutua secret, nikaingia kwenye gari nyumbani. Kesho yake amesema huyo bwana, njoni Ijumaa, mimi nasema kesho nakuja Dawa ya kupita kwenye jaribu siyo kulikwepa, ni kupita katikati yake. Unanisikia? Eh, namna nzuri ya kushinda jaribu siyo kulikwepa. Unaona, jaribu liko hapa, ukiamua kulikwepa, ukilikwepa utakutana nalo mbele. Mungu anaruhusu majaribu ili ya kunowe. Hebu sema yakunowe, rudia ya tena, rudia tena Wakati wa majaribu sio wa kulia, usilie. Jaribu halikuwapateni isipokuwa limeruhusiwa na Mungu, na Mungu akiruhusu jaribu likupate anakupa na mlango wa kutokea, na unapotoka ndani ya jaribu, you are no longer the same. God prepares a way out of our problems, but when we go into problems

Nikaja kutua pale, huyo nakwenda nyumbani kwangu, nafika pale nikamkuta mzee Gwajima yupo. Nikamwambia mzee Gwajima, kuna dogo moja, nikaanza kumwelezea. Akaniambia mzee Gwajima, wewe mwache, Mungu atamlipa. Nikasema mimi namlipa, mimi namlipa. Mzee Gwajima akasema, hapana, mwache, Mungu atamlipa. Nikasema mimi ndio Mungu namlipa. Usidanganywe na mtu. Ukisema kwamba nyamaza, Mungu atakulipia wewe. Ukiona, Mungu ameona. Ukisikia, Mungu amesikia. Ukiona, Mungu ameona. Ukisema, Mungu amesema. Ukinyamaza, Mungu amenyamaza. Nikupe siri. Mtu akikupiga mpige mara mia moja mpaka akaonyeshe na wazazi wake. <tipos> Hey, hey, hey. Labda niseme sena majasusi ya mbinguni. Mtu akivamia eneo lako, hujamkosea maana, anaanza kuongelea mchumba wako mchumba wake, usimwoe yule, unajua yule, najua familia yake, kuna ndugu yao tunamjua kabisa, ana ukoma. Yani, mtu akijaa aki, aki kwenye kumi na nane zako, mtaandike mpaka hadithie na wajukuu zake wajao. Narudia tena Muwe wapole kama hua lakini muwe wajanja kama nyoka. Mwambie mwenzako, sisi ni wapole, ila ukidujia hovyo tunagonga. Ndipo nilipotoka mimi kwa mamlaka ya Yesu Kristo, hapa hapa nikasema kuanzia leo na kufuta kwenye ulimwengu wa utawala, kwenye ulimwengu wa siasa na kufuta. Usicheze na wewe, nisikilize vizuri. Nakwambia haya kwa makusudi ya kujifunza kwamba kila jambo linalokujia Mungu ameliruhusu ili wewe ujifunze kupigana vita. Tunamiliki kwa kupigana vita, tunashinda kwa kupigana vita. Ukiwachokoza Mayahudi kwa jambo moja, ukaua mmoja, wanaua mia tatu. Mtu akikuchokoza mtandike mpaka akihadithie kizazi chake cha tatu. Listen. Kwa hiyo mtu ametumwa kuiaresti kesho yako. Listen, listen to to to to to me me me me. I want you to listen, please be seated and listen to me. Hiki masunduru capacity. Listen to me, listen to me. Mashetani wana uwezo wa kuona kesho ya mtu, mtu. Nikupe mifano minne mfano wa kwanza wana wa Skewa walikuwa wanakemea mapepo, wakayambia, kwa jina la Yesu Kristo anayehubiriwa na Paulo, toka mapepo. Yakasema, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, wewe ni nani? Kwa hiyo mapepo yanajua tena. The English bible says they say, I know Jesus and Paul. I understand to know somebody and to understand somebody is a very big, big difference kwa hiyo mashetani yanajua, mashetani yanaweza kumwona mtu yakamjua. Namba mbili, Mtume Paulo amefika Filipi kuhubiri habari njema. Saa ya kusali yeye yuko pamoja na Luka, wanakwenda kuomba, wakakutana binti mmoja aliyekuwa na mapepo ya uaguzi, akawaambia hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai wenye kuwahubiria habari ya wokovu. Ukisoma, Paulo ametoka Israeli, ameingia Ufilipi. Ufilipi ni Ulaya kwenye nchi ya Ugiriki. nimekuepo mimi kutoka Ufilipi kutoka Tel Aviv, kuruka mpaka, mpaka Filipi ni masaa mawili, ni mbali. Paulo amefika tu pale Filipi, mashetani yanawaambia tunakujua Paulo. mashetani yanaweza yakamjua mtu ni mtumishi wa Mungu au sio? namba tatu Biblia inasema kila walipomwona walipiga kelele wakisema tunakujua kujua huu nani, mtakatifu wa Bwana. Akawaambia nyamazeni. Mashetani wanaweza kujua wanaweza kufahamu. Namba nne, wana wa Israeli wanatoka Misri wanapita kwenye nchi moja wapo. Mfalme wa nchi hiyo anaitwa Baraki. Alipoona kwamba ameelemewa, akaenda kumwita mchawi awalani wana wa Israeli. Mchawi anaitwa Balaam. Mchawi alipokuja akasimama kwenye kilima, anaambiwa walaani wale, ili wasipenye. Hakuna laana itakayokupata wewe kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Anasema kwamba hawa wanaelekea kunikabili mimi, ninaomba uwalaani, bila shaka utawashinda katika vita na hapa amekoti anasema, kwa kuwa yeye umlanie hulaniwa umbarikie humbarikiwa. Kumbe kuna laana ya kichawi na kuna baraka ya kichawi. Na funja funja vipande vipande laana za kichawi juu ya maisha ya kila mtu kwa jina la Yesu. Sasa yule mchawi akasimama pale akawaambia, akawaangalia wana wa Israeli wanatoka Misri, akasema hivi, namwona ila si sasa Atasemaje? namwona kwa sababu wana wa Israeli wako milioni tatu, anatakiwa aseme nawaona. Soma Biblia, anasema namwona, lakini si sasa. Namtazama, lakini si karibu. itatoka nyota katika Yakobo, nayo itavunjavunja wana wa gasia. Anasema namwona, si sasa, namtazama, si karibu, itatoka nyota. Kumbe baadaye, kumbe lile chawi lilikuwa linaona wana, wana wa Israeli na katikati ya wana wa Israeli linaiona nyota ya Yesu ambaye hajazaliwa. Ndiyo maana Yesu alipokuja kuzaliwa nyota ile ile lililoliona ichawi wakaona mamajusi wa mashariki. Ina maana lile chawi lilimwona Yesu kabla hajazaliwa miaka mia nne katikati ya wana wa Israeli. Machawi yanaweza kuiona kesho yako kabla hujatokea, yanajua kabisa wewe ni wa, ni katibu mkuu, yanajua wewe ni mkurugenzi, yanajua wewe ni manaja yanajua wewe ni fulani, yanaona ni fulani. Miaka kumi ijayo wanaanza kushindana wewe leo, wanaanza kukutia mzigo leo. Shida zako wewe ni kwa sababu ya hatima uliobeba, umebeba kitu kikubwa sana, baadaye utakuwa mkubwa sana baadaye. Mashetani wakiangalia saizi yako wanasema shindaneni naye, tusipomweza sasa hivi atatushinda baadaye. Unajua mbuyu. Unapo, unapomea hakuna tofauti na mchicha. Baada ya miaka mia mbili kukata sio burudoza moja. Kwa hiyo kuua vitu vinavyokuwa ni rahisi. Ndio maana Herode akaua watoto wachanga, ndio maana Yusufu akiwa anakuwa akataka. Shetani ana kawaida ya kuua vitu vinavyozaliwa. Kisha nikaliona joka limesimama mbele ya mwanamke aliye tayari kuzaa ili limmeze mtoto atakapozaliwa. Shetani ana kawaida ya kuvimeza vitu vikiwa vidogo. Yaani wewe umetoka mbinguni, potoka mbinguni, umeshehenezwa kuna akili ya kufanya real estate. Yaani mbinguni wanakujua wewe ni tajiri, wamekubebesha hekima ya utajiri. Mbinguni wanajua wewe ni kiongozi Ulipotoka mbinguni wachawi wanakuona umebebeshwa na Mungu wa mbinguni kuja duniani, kama alivyobebeshwa Yesu, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mwokozi mwenye nguvu. Na wewe umebebeshwa. Vita yako inatokana na kile ulichobeba. Aliyebeba sana ana vita sana, aliyebeba kidogo ana vita kidogo.